Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tumtazame rais wa Marekani Donald Trump kwa kile alichokisema baada ya jaribio la uzinduzi wa silaha ya nyuklia ya Burevestinik lililofanywa na taifa la Urusi. Naitwa Ramadhani Fupi. Siku ya Jumapili ya tarehe ishirini na sita mwezi Oktoba mwaka huu ishirini ishirini na tano, Urusi ilifanya jaribio la kombora jipya la nyuklia la Burevestnik, kombora ambalo kwa mujibu wa Urusi inasema kwamba ni kombora la masafa marefu lisilokuwa na kikomo cha urukaji, huku ikidaiwa kuwa kombora hilo halizuiliki na chochote na lina uwezo wa kufika sehemu yoyote duniani. Baada ya Urusi kufanya jaribio la kombora hilo la nyuklia, Rais wa Marekani Donald Trump jana Oktoba 27 mwaka 2025 ametoa kauli mbali mbalimbali akijibu kile kilichofanywa na Urusi akisema kwamba na yeye atapeleka manoari mbili za nyuklia za Marekani karibu na maji ya Urusi. Akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa kwenye ndege yake ya Air Force One, Trump aliulizwa na mmoja ya waandishi wa habari kwamba jaribio la kombora hilo la Urusi limeikatisha tamaa Marekani, lakini Donald Trump alijibu akisema kwamba Marekani haichezi mchezo na Urusi na wala Urusi haichezi mchezo na Marekani, huku akiongeza kuwa Marekani inafanya majaribio ya makombora kila wakati. Lakini jaribio la kombora hili la Urusi linatazamwa vipi na baadhi ya makamanda wa jeshi la Marekani? Kwa upande wake, afisa wa zamani wa jeshi la Marekani Stanislav Krapivnik amesema kwamba uzinduzi wa kombora hilo la Burevestnik litaharibu mpango wa ujenzi wa mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani wa Golden Dome. Akizungumza katika mahojiano yake na shirika la habari la RT, Krapivnik ameongeza kuwa kombora hilo ni vigumu sana kugunduliwa na Marekani, huku ikionekana kuwa sasa nchi za magharibi zipo hatarini ikiwemo Marekani. Namnukuu: Jamii inapojiepusha na uwezo wa kutambua ukweli, ndipo inapozidi kufikia hatua ya kuanguka. Na magharibi ipo kwenye ukingo wa kuporomoka, hawatambui ukweli hata iweje. Mwisho wa kumnukuu. Kwa upande wa wachambuzi mbalimbali wa kivita wanasema kwamba lengo la Putin kufanya jaribio la kombora hilo ni kuuonesha ulimwengu kwamba ni kwa jinsi gani Urusi ina nguvu za kivita. Mfuatiliaji wa Fupi Media, kwa hali jinsi ilivyo, unadhani Marekani itathubutu kufanya chochote dhidi ya Urusi? Toa maoni yako kwenye comment, lakini usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Naitwa Ramadhani Fupi na hii ni Fupi Media.